Wapendwa katika Bwana na matumaini, hapo mlipo mna afya njema, mko wazima. Kwa wale ambao wana changamoto ya afya, Mwenyezi Mungu akawasaidie na kuzirejesha afya zenu na kuwa salama kabisa kwa uweza wake Mwenyezi Mungu aliye juu. Siku hii ya leo napenda kuongea na wewe au kusema na wewe, kukwambia ya kwamba kasome kitabu cha Mathayo sura ile ya kumi mstari wa thelathini na mbili hadi wa thelathini na tatu. Hakika utajifunza kitu ambacho Mungu ametoa kwako kama agizo lake, kwamba yule atakaye mkiri mbele za watu, naye atamkiri mbele za baba yake, yeyote atakaye mkana mbele za watu naye atamkana mbele za baba yake aliye juu mbinguni. Ukimkiri Yesu mbele za watu, au ukimkiri Mungu mbele za watu, hakika naye atakuwakilisha kwa baba yake, atakutambulisha kwa baba ya kwamba huyu ni mwenzetu, huyu ni wa kwetu, kwa sababu ulimkiri mbele za watu. Lakini pia unapomkana Mungu mbele ya watu wakati ujao hakika na wewe atakukana mbele za baba yake aliye juu mbinguni. na kusi mkaribie Mungu naye atakukaribia. Mwenyezi Mungu akubariki wewe ambaye utakayejifunza neno hili na kulitii na kulitendea kazi, ubarikiwe na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amina.